Kwenye watu elfu kumi na sita walionunua, ukisema ukusanye maoni utapata maoni tofauti. Kuna atakayekuambia bana, mimi ndo nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu potelea pote. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni akishakuwa mengi, utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIPB, utakuwa una kenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala, tusingeweza kuanza kukusanya maoni, watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya Wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja, na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi. Fedha ya mtu haitapotea, kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana na kwa sasa wanasimba wala tusiwaze kuhusu fedha, hata kama fedha yako ilikuwa ni yangama na umetoa hiyo hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa, tufikirie ubingwa wa Afrika Jambo kubwa lenye maana lenye thamani kwetu sisi wanasimba hivi sasa ni ubingo wa Afrika. Elfu thelathini yako, elfu thelathini yako, ishirini yako, ama elfu saba yako au laki mbili na nusu yako utaisahau. Tarehe 25 saa 12 na nusu, Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Muhammad Hussein Shabalala Kombe la Afrika, utasahau kama walitoa shilingi elfu thelathini alafu imewekwa pending. Kwa hiyo fikra zetu wanasimba ni ubingwa wa Afrika.